No, no no. Hapa no no tuko ofisi ya chama cha demokrasia na maendeleo ya wilaya Ikungi. Hivi ni saa tatu kasoro saa, tunaendelea kubadilishana mawazo kwa sababu tulikuwa tuwe safarini kuelekea Dar es Salaam, Kisutu mahakamani kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi ya Lissu lakini serikali kama kawaida imeng'ang'ania gari letu katika kituo cha polisi wilaya Ikungi, wakidai kwamba gari ile ina kosa la latra, kwa maana kwamba alikulipiwa zile gharama za safari. Kwa hiyo makamanda hapa wanasema hakuna kurudi nyuma, kesho asubuhi wanaamka na tajiri akalipie hiyo faini ya latra na safari itaendelee, iko pale pale.